Wanataka oh, kusaulika ni mimi. Madhabahu imetendea mambo ambayo hata siwezi kueleza, ningeshasaulika, ningesaulika kabisa. Mauti ilisimama juu yangu nikakosa namna, nikapiga simu moja tu kwa baba nikiwa simajio, nikamwambia baba, hatima ya maisha yangu imefika mwisho. Baba we unaonaje? maana siwezi kukusalimia. Akaniambia mwanangu, hautakufa utaishi. Ilikuwa ni jambo gumu, kwa sababu hatua nilokuwa nimefika ilikuwa haiwezeki. Mama yangu mzazi ametoka Arusha amekuja nyumbani kwangu, ikabidi angombe mama mwingine, akamwambia mama, siwezi kwenda na huyu mtoto, anaweza kanifia kwenye basi, maana mpaka ndege nataka kutafuta kwa ajili ya kusafirishwa kwa hiyo mama kambia mwenzangu kama atakapofariki nipate msaada, maana siwezi peke yangu. Nilifika nikata tamaa, mdo wangu alikata tamaa, ndugu zangu alikata tamaa, wifi yangu akawa analia tu anasema, Mungu apo na ugega mtetee. Wifi yangu ulikuwa na shida gani? Nilikuwa nimevimba tumbo. Nilikuwa natapika, nililazwa siku kumi na nne. Manyara nyara nikapoa, transfer ya pesa hizo au Seriani? Nikachagua Seriani, kwa sababu mimi mwenyewe nilipoteza matumaini, nilipoteza kila kitu, nikasema nasikiliza sauti ya mke ya mtumishi wa Mungu tu, madhabahu inasema ni baba anasema. Kwa hiyo niko nasikiliza tu, nitakwambia nini kwa kuniambia. Kwa hiyo ningekwambia unakusoma na hapo watu wasile gharama. Yaani lengo langu la kuuliza sio kwa maana, lengo langu la kunipigia simu ni ili uambie ndugu zako msile gharama

tena ulifanya operation na ulifanya kazi? Sikufanya operation wa upendo, ili muone baba. Wakati tuna injisho kesho kwa operation, tukamona baba amekuja kwenye ukuta wa Seriani. Wewe mimi sikufika hapa, nikaz na mama na kitana na nyuliza mbona nimemwona mtumishi amekuja, mimi nimekuja hospitalini. Nikaniambia na baba alikuwa anakataa roho za mauti, baba akikataa mikataa Operesheni kubwa ilikuwa imeshasainiwa saa hii, na mimi nishakubali, lakini nilichokuwa nasubiri ni baba aseme tena madhabahuni. Baba uko tayari matendo asemekasaoaaamaagai auo tayariiana akaniambia malango, utasimulia matendo makuu ya Mungu. Ndiyo haya, operesheni ni mzima, madaktari watafuta ahoiaa

za ushuda wa kauli. Ushuda mangu, nilipo silio watu walikuwa wengi. Sio chini ya zaidi ya watu hamsini. Ka. Ka wa wa. Nikatoka ni ni kama akua, nitoka kukua, nikaondoka nyumbani. Kwa hivyo nilipo mtu akakimbia. Mbona amekuja jamani sasa ukimbia amezidiwa? Ni nini tena, lakini nikamwambia narudi nyumbani. Narudi nyumbani. Kwa hiyo nao kwa kupitia mimi. Kila naye tunasema sana bana kama mamahelia amepona, ngoja ni muulize ni madhabahu ipi. Kwa hiyo hapa meseji ninazo za ibada watu wa Kwa hiyo kuna watu wamekutuma, kwamba wakati niko ibadani hawakujui ushuhuda wangu. Kwa hiyo nao kwa kupitia mimi, wamekaa mahali naweka laudi, wanamsikiliza baba, wanatokea. Kwa hiyo iko siku tutakuja. Alifika mahali na mkatia tamaa ukweli, mtumishi. Tufika mahali kakata tamaa, kwa kuandikia meseji, maana kila kukikaa hivi, naona kama kabisa naingia kwenye jeneza.